CCM Hoy! Hoy! Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa na mwenyekiti wetu, mimi nafikiri kwa Kiingereza wanasema I am the the new kid on the block, mtoto mpya kabisa wa chama cha mapinduzi, CCM hoi! Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimekuja hapa kama shahidi wa Yehova, wale mashahidi wa nani wa Yeova. Nimekuja hapa kuwambia nchi hii wa, kuna watu wanaamini kwamba wapinzani kuli tulipokuwepo Chadema kwamba wapinzani wanasema ukweli na kila siku wao wanaonewa ambao ni uongo kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda watu wa Misenyi mjue na Watanzania wote pia mjue mimi nimekuwa mwenyekiti wa kanda hii ya Chadema mkoa Kagera, Geita pamoja na Mwanza. Nimekuwa mjumbe wa kamati kuu kwa miaka kumi na tano sina kabisa kunajua mambo mengi. Ndio maana ninaposema nimekuja kama shahidi. Ndio maana juzi nilisema kule ziwani anaishi mamba, yupo kiboko, kuna samaki na kuna kenge Alafu kenge anakuja anakuambia mamba na umwa, alafu unabisha ulikuwepo? Ulikuwepo? Kwa mimi nimekuja kuambia kwamba huko nilikotoka mamba na uma. Sasa mnielewe sasawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi huko kwenye chama chetu cha zamani sheria inasema na sheria iko wazi kwamba ili ushiriki uchaguzi lazima uende ukasaini, vyama vyote Inaitwa maadili ya uchaguzi si ndio? Sisi kwa utashi wetu jeuri kebei, tuligoma kwenda, tukasusa, tukitegemea kwamba kuna mtu atakuja kutubembeleza. Mimi mamaangu alinilea huko kijijini, ukisusa kula, haki ya Mungu anakuangalia mpaka jioni, ukienda kukomba mboga akienda ziwani, akirudi utapigwa kipigo cha mbwa koko. Kwa kama kuna watu walitegemea mwenyekiti kwamba wewe utaenda kwa bembelezo ashiriki uchaguzi, it is too bad, it is too too late. Hii treni imeshang'oa nini nanga, sawasawa. Kwa sisi huko tulikataa wenyewe kwenda kusign form ya maadili ya uchaguzi, hakuna mtu aliyezuia Chadema kwenda kushiriki uchaguzi. Tuliama wenyewe, tukaenda tukafanya mkutano mkuu Dar es Salaam Januari mwaka huu tarehe 20 na tarehe 20 tukafanya baraza kuu kule, tukasema sisi tushiriki nini uchaguzi. Tukafanya mkutano mkuu tarehe ishirini na moja, baadaye tukamaliza uchaguzi tuka wote tukasema kwamba tushiriki nini uchaguzi. Leo nakuta watu wanahangaika huko, mara wanaenda embassy ya Marekani wanaandika barua, mara wanaenda wapi. Mimi nawaambia matatizo changamoto za Afrika zinasuluhishwa Afrika, si ndio? Na changamoto za nchi hii hii, nchi hii ni nchi inayojitegemea, nchi inayoongozwa na serikali ipo, matatizo yetu tunasolve hapa hapa. Hakuna Marekani hakuna Uingereza hakuna Somalia kuja kusuluhisha changamoto ilizonazo hapa, sawasawa. Kwa mimi, kwa heshima kubwa, nawashukuruni sana watu wa chama cha mapinduzi kwa kunipokea, na nyiye sasa kazi moja kubwa iliyobaki umati u, umati huu haitakuwa na maana kama tarehe 29 Oktoba Oktoba hautamwamsha jirani yako na ndugu zako na wananchi wenzako kwenda kupiga kura ya ushindi kwa mheshimiwa rais. Tunakubaliana na tunasema, mimi nawaambia kuanzia leo tubadilishe salamu. Wewe hata mkeo ukirudi nyumbani akwambia baba, habari za jioni we wambia, Oktoba tunatiki sasawa yeah! Hey, ukiamka asubuhi unaambiwa, mama, nakwambia baba ni, na ni kuwekee chai, we sema Oktoba tuna tiki sasawa yeah! Mimi leo nimetoka Mwanza, mpaka tu. actually, Mwanza mpaka Mleba kwa masaa manne tu, tumekimbia masaa matatu na nusu, Mwanza mpaka Mleba, kwa sababu nikakutana na mtu mmoja anaendesha lori anambia, mheshimiwa Wenje zamani Busisi watu walikuwa nakaa pale hata masaa matano wenye malori makubwa ili wavuke. Leo masaa matano imepungua mpaka dakika tano, alafu mtu anakuja huku anapiga hakuna maendeleo. Sasa wanataka nini CCM? Kwa hiyo mimi nawashukuruni sana. Hii inadhihirisha umati huu, hii inaonyesha nguvu ya CCM. na Biblia inasema Biblia inasema, inasema ufalme wa Mungu utanyakuliwa na watu wenye nini? sio watu wanaolalamika tu nalialia huko huko, tuna, tulipokuwa tunashindwa nguvu hata na wakoma. Ukisoma kitabu cha Wafalme kwenye Biblia Wafalme mbili, kuna wale watu wanaitwa ule wimbo wanasema, kishindo cha wakoma. Sasa wakoma tu waliamua wakasema kwamba twende kwa maadui tukaombe chakula, wakituua tutakufa, na hata tukikaa hapa pia tukakufa. Wakoma wakoma kabisa, wakaenda kupambana sisi chama kimejaa wanawake na wanaume wanaogopa uchaguzi, hawawezi kushindana, wanaweka mpira kwa pani, wanaenda Mungu apendi wa. Asanteni sana.